E, mama yetu Samia, raisi wa Tanzania, mtazamaji Samia wa Tanzania, wa Faruku Online TV, huyu ni mtoto wa Mama Abduli anayefahamika kama Mwalimu Hassan Nyange kwa hapa Manispaa Mtwara Mikindani, ndiye mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani, ambapo leo hii basi amekabidhi vitabu vya aina tofauti tofauti shule ya sekondari Sabasaba takriban vitabu 235 vyenye thamani ya shilingi milioni mbili laki tatu ishirini na tatu elfu, lengo likiwa ni kuinua kiwango cha elimu kwa hapa Manispaa Mtwara Mikindani. Mwalimu Nyange pia ametoa nafasi kuweza kueleza wanafunzi dhamira, lakini pia kueleza ukweli halisi juu ya wao nini ambacho wanapaswa kukifanya pindi wapo shuleni hapo Sabasaba Secondary School, kama ambavyo mkuu wa shule aliwasilisha maombi ya kupatiwa vitabu jumla 235 ambavyo vina thamani ya shilingi milioni 2 laki 3 na 23 elfu. Kama kawaida nilimwambia nili, nili mkuu wa shule eh, kuna muda ukimwagiza mkurugenzi usimlaumu, anaweza asitekeleze kwa majukumu mengi aliyonayo, lakini ukimwagiza Mwalimu Nyange ataguswa na hilo jambo, lakini ukimwagiza mtoto wa mama Abdu Eman from Senge Sekondari, moja ya vijana wachache wa Senge wanaojitambua anadegereza kwa wakati, na tumwombe Mungu, wanafunzi waliocheka siku moja wakawe walimu wa Senge, tuseme shava e. Maake Senge ni shule tu kama zilivyo shule zingine, sema sio kila mtu anaweza kusoma Senge, ni sisi wachache tu tuliobarikiwa. Ndugu zanguni, zawadi hii tunayo hapa leo ni zawadi ya kuimarisha taaluma yenu tunatambua kwamba Sabasaba Sekondari ni moja ya shule ambayo ina well organized, walimu, wanafunzi wanaojitambua, walimu wachapakazi, wazazi na walezi wanaotoa wa sapoti kwenye shule. Ndio maana hata halmashauri pia tunaguswa na changamoto za Sabasaba Sekondari, tunahangaika maeneo mengi. Juzi tumetoka kupeleka eh, projekta shule ya sekondari Umoja. Hapa tunapozungumza, Shangani sekondari kuna project inaendelea, ujenzi wa madarasa mawili. Shule imezidiwa na wanafunzi, lakini tunapozungumza, tunatengeneza madawati kumi hapa hapa shuleni kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya hii shule, na hizo fedha ni za kuanzia, kwa maana estimation ya mafundi na BOQ itatuambia nini ambacho kinahitajika zaidi. Hili taifa linakutegemea wewe. Unapoona yanayoendelea Kongo, unapoona yanayoendelea Somalia, unaviona yanayoendelea Mali, Burkina Faso na mataifa mengine ya Afrika, inawezekana ni maandalizi duni ambayo yalifanywa huko mwanzo. Sisi lazima tuandae nyinyi sio tu kuja shule, tuwaandae nyinyi kuja kusoma, tukiwa tunaamini taifa hili la kesho mnalo nyinyi. Hata mwalimu Nyange aliyesimama hapa, mtoto wa mama Abi yuko hapo, wananisikiza sasa hivi, kama mimi na mama angu na baba yangu tuliweza kupita kwenye maisha yale na historia ile, na walau nikawa mwalimu wa sehemu tofauti tofauti lakini baadaye nikawa kule nilikofanya kazi baadaye nikawa katibu tawala wa wilaya, baadaye nimekuwa mkurugenzi. Hata wewe unaweza nikutie moyo, mdogo wangu, kwa changamoto zozote unazopitia kwa ugumu wote wa maisha unaofikiri, don't give up tumezungumza na mwalimu wa taaluma lakini ba baadhi ya wanafunzi wa shule hii ya sekondari Sabasaba, mara baada ya kukabidhiwa kwa vitabu hivi wamepokeaje, lakini pia kwa kiasi gani wanaenda kulinda vitabu hivi ili viweze kuwasaidia wao, lakini pia na vizazi vingine vinavyokuja hapo mbeleni. Kwa majina naitwa Mwalimu Makala, ni mwalimu wa shule ya sekondari Sabasaba, pia ni mtaaluma wa mwandamizi. E, kwa kweli kwa niaba ya mkuu wa shule naomba nitoe shukrani za dhati kumpongeza mkurugenzi wa mtwara wa mikindani kwa kutuletea vitabu. Tulikuwa na uhaba wa vitabu, hasa vitabu vya rejea, kwa maana vitabu vya kujipima mitihani na mazoezi mbalimbali. Ametuletea vitabu vya masomo yote. Masomo sisi tunavyochukua hapa ni michukuo ya biashara, sayansi na sanaa. Kwa hiyo amejitahidi, vitabu vyote viko kutoka fomu 2 mpaka fomu 4 pia kingine ambacho kimetufurahisha zaidi ni vitabu vya dini. Umetuletea mpaka kitabu cha somo la dini ambavyo tulikuwa hatuna hata kimoja. Kwa hiyo hiyo changamoto ya vitabu vya dini imetatuliwa kwa asilimia mia moja. Sambamba na hilo, mkurugenzi wa mtwara manispa ameonyesha nia kubwa sana kutuletea hivi vitabu na hivi vitabu, kutokana na wingi wa wanafunzi wa shule ya sekondari Sabasaba vile ambavyo vililetwa na serikali vilikuwa havitoshelezi kwa kupitia mchango aliyotoa mkurugenzi katika shule yetu, kwa kweli, tunaenda kufanya vizuri katika matokeo ambayo yatatoka na yale ambayo tunatarajia mwakani. Form 4 ambao watatarajia kufanya mtihani mwezi wa kumi na moja yatakuwa mazuri zaidiaraya Kasim ni mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya sekondari Sabasaba. <laughs> Leo hii tumepokea zawadi kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Tunamshukuru sana kwa zawadi aliyotuletea na tunaahidi kuitumia zawadi hii ya vitabu alivyotuletea ili kutimiza, ili kutimiza, ili kutimiza malengo yetu na tuweze kuwa viongozi wakubwa kama alivyokuwa yeye na tuweze kupita pale ambapo alipofikia yeye. Tunashukuru sana. Kwa majina naitwa Jasmine Omari Salum, nasoma shule ya sekondari Sabasaba. Napenda kushukuru kwa kutuletea vitabu, tunaahidi tutatumia kwa uangalifu ili tutimize malengo yetu tuliyojiwekea. Pia tunapenda kumshukuru mkurugenzi kwa, kutu, kwa kutujali kwa kutuletea vitabu hivi. Tunamwaahidi tutatumikia kwa pamoja na kuvisoma kwa usahihi. Tumefika tamati, jua taarifa hii ya mtoto mama Abduli au mwalimu Nyange ambaye pia ni mkurugenzi wa manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara juu ya ugawaji wa vitabu kutoka shule ya sekondari ya saba Saba. Mimi sina la ziada. Naitwa Faruku Ngonyani na hii ni Faruku Online TV. Bye bye.